Mwenyekiti wa baraza la uongozi na NACTVET Bi Benedetta Ndunguru ametembelea shule za sekondari zinazotoa mafunzo ya amali katika mikoa ya Pwani na Dar es Salaam ili kujionea maendeleo ya utoaji wa mafunzo hayo. Amesema kuwa NACTVET na inaendelea kusimamia ubora wa mafunzo hayo kwa lengo la kuzalisha wahitimu wenye ujuzi stahiki, huku akieleza kuwa utekelezaji wa mafunzo ya amali umekuwa na mwitikio chanya kwa wanafunzi. Ameongeza kuwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na raisi Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza kikamilifu katika mafunzo hayo na matunda yake yanayoonekana kupitia kazi za wanafunzi katika shule mbalimbali. Dhamira ya kuanzisha mkondo wa amali ni kuandaa vijana kuwa na ujuzi unaowezesha kujipatia ajira baada ya kuhitimu sekondari. Upande mwingine, meneja wa NACTVET kanda ya Mashariki Dr. Hesti Ndisa amesema taasisi hiyo inaendelea kushirikiana kwa karibu na shule ili kuimarisha ubora wa wanafunzi. Mkuu wa shule ya sekondari Dar es Salaam Bwana Hussein Njau ameishukuru serikali kuwezesha mafunzo ya amali, akisema yamekuwa chachu kwa wanafunzi kujiajiri na kuajiriwa. Mwanafunzi wa fani ya ufundi umeme kutoka shule ya sekondari Baubau Karen Jonathan amesema anaamini mafunzo anayopata yatamwezesha kufanya kazi kitaalamu mara baada ya kuhitimu. Ameeleza kuwa kadri wanavyoendelea na mafunzo wanazidi kujengeka katika umahiri na ujuzi, jambo linalosaidia kutatua changamoto katika jamii kufungua za ajira. Mimi ni Friday Mangomare, na hii ni Pongezi TV. <mulia>